Lakini pia niwapongeze kwa kujitokeza kwa wingi namna hii kuja kumstiri ndugu yetu e. Mimi sina maneno mengi zaidi ya, ya kukumbusha tu mambo kadhaa, nikianza tu na ndugu yetu kwamba alikuwa balozi, alikuwa ni kiongozi wa chama. Kwa kawaida kuanzia mabalozi na kuendelea viongozi wa chama tuna wazika pamoja na bendera ya chama cha mapinduzi ikije ikitokea tena kwa sababu sio mimi nayepanga basi tukumbuke hilo kwa sababu kumpa kiongozi heshima yake anayestahili ni muhimu na yule alikuwa ni kiongozi ndani ya chama na kwenye mila pia lakini pia e, niongelee ni hilo jambo muhimu sana la kuendelea kufuatilia ile mashine bayo ilisababisha ajali hii e, uzuri mwenyekiti wa chama yuko na mheshimiwa mbunge sasa hivi, mwenyekiti al wa almashauri ameshastaafu, wao wanatakiwa kale bata. Sasa imebaki tu e, sisi kuungana watu wa chama na serikali pamoja na mbunge, hebu tutumieni effort, tutumieni effort hiyo, kwa sababu hakuna namna isijulikane nani anafanya kazi huko na uhakika mimi mwenyewe nilishuhudia hiyo hiyo mashine, wakati nakuja kwenda nyumbani, nilipishana naye wakati inaelekea mkono. Lakini baadaye nilikuja kusikia kesho yake kwamba kilichosababisha hiyo ajali ni hiyo mashine, na tuki tukitia nguvu, na uhakika hiyo mashine itapatikana. Mtu wetu ameshaondoka, amesha, lakini kuna wengine bado wako hospitalini, wanaweza wakatusaidia katika matibabu, lakini pia E, na, na pia kupatikana e, aliyesababisha ajali hii ili siku nyingine asiendelee kusababisha kitu kama hiki. Basi na mimi niseme tu karibuni sana e, lakini hebu tuungane katika kufuatilia hii madhara yake ake lakini mbele. Asante sana. Baada ya hapo sina maneno mengi kwa kweli ya kusema. Msiba ni msiba, wanafamilia leo wako kwenye majonzi, sisi tunapita kwa maneno ya kuwafariji na kutia moyo, na lakini tuniseme jambo hili kubwa lilosema mwenyekiti wetu wa kata kwamba tunahitaji tufahamu hiki kitendo kimefanywa na nani kini kabla ya kukimbilia polisi. Hiki ndio kipimo kikubwa sana ya kujua uimara wa jamii yetu ambayo tunaishi, uimara wa jamii yetu ambayo tunaishi. Jamii ya miaka yote imekuwa ikiishi kwa karibu na kuwabarizana kila jambo kila wakati. Ayo ni waombeni kati umetoa wito kwa viongozi, nami nimelichukua la kwenda kusimamia kuhakikisha huyu mtu anafikishwa mbele za haki, lakini nawaombeni na nyie kama jamii wote mloko hapa. Nyie mnaweza mkamfahamu huyo mtu hata kabla ya polisi hajafahamu. Naombeni wote tukageuke kuwa pelelezi, angalau tu haki itendeke. Baada ya kusema hayo, jamani, niendelee kusisitiza umoja wetu kama wanaselela, umoja wetu kama wanamonduli, tuendelee kupenda. Asante viongozi, asante. Kwa sababu pia inapotokea ni sawa, pamoja na kuwa ni safari ya kila mmoja wetu, lakini ni lazima pia tuchunguze hili limetokeaje, na nadhani ndio hili hapa mwenyekiti wa kata amesema Akasimama mheshimiwa mwenyekiti wa wazazi akasema, akasimama mwenyekiti kama mheshimiwa diwani wa kata hii akasema, akasimama mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri akasema, na hata mbunge wetu pia akasema kwamba ni lazima tuangalie mchakato hili limetokea. Pamoja na kuwa ni safari imefika mwisho, lakini imefikaje? Ni kwa uzembe ama ni kwa namna gani? Kama pia kuna uzembe, ni lazima hatua ziweze kuchukuliwa na mimi niungane na wenzangu kwamba <coughs> ni rahisi na mwenyekiti wa halmashauri nadhani pamoja na, na kujana tarehe ishirini kama ilivyotangazwa kwamba ndio mwisho wa madiwani na baraza yao, lakini sijajua kama pia ameshatoka kwenye alert, sijui kwa hivyo, kwenye ile bodi ya barabara na nini na nini, si mwenyekiti si? Kwa hivyo nadhani bado wanaweza akawa na nafasi, lakini pia wakati si ameacha tu jana jamani, sababu kwa maana hiyo bado si mpya kabisa, bado kila kitu anajua, dokumenti zote anazijua, nani yuko na nani hayupo kwenye barabara hii na kwenye maeneo yetu na hata diwani pia. Kwa hiyo nadhani hili haijifiki, lakini mbunge amesema jambo la msingi kabla, kwa sababu siku ya siku upelelezi pia utafanyika, lakini taarifa zinapatikana za nani wa kwanza Kwani yule mtu hajonywa maji mahali? Huyo mtu hakusimama mahali? Huyo mtu hakukaa na mtu mahali? Sisi jamii yetu sisi ni watu ambao ni wazuri sana wa kupata taarifa. Kwa hivyo pamoja na kuwa anajua ni mshtuko tu, kwamba ilitokea mshtuko, watu hawakuwaza tena wafanye nini kwa haraka. Lakini hili tumeshalimaliza sasa, ni kuchukua hatua taratibu ya kwa kuhakikisha kwamba tunampata kama alivyosema mwenyekiti wa wazazi kwamba bado kuna majeruhi Mato. Bado kuna majeruhi lakini pia asirudie, pia mtu mwingine kufanya hivyo wakati mwingine. Niseme asante sana, asanteni sana ndugu zangu, mmetutia me, joto tokea hili litokee li, li, tumekuwa na huyu jamaa paka paka paka, dakika hizi hatujatoka toka, wakati tunampakiza mwenzetu kwenye hapo hapo ndo akakata roho lakini vile vile tumeendelea kuwa naye mpaka sasa. Kwa hiyo kwa niaba ya familia hii niseme asanteni sana, tutaendelea kupeana habari kama mnavyosema, tutatafuta huyu maana, vichwa vitatulia. Juzi vichwa vilikuwa moto, hata hujuwezi hata kufikiri kwamba mm -hmm. nini kifanyika, hata kumpiga simu unashindwa umpigie nani, lakini kwa sasa tuta ungana na ninyi pamoja, wote tuungane pamoja kuangalia kwa kwamba hili linapatikanajo ashanalnivashukuruni sana.